Nikukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu kwenye meza yetu ya habari ili kusudi tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu mezani, tunayo habari inayosema Amos Makalla kotini kwa kuituhumu Chadema kununua virusi vya magonjwa. Amos Makalla kotini kwa kuituhumu Chadema kununua virusi vya magonjwa muhtasari. Machi ishirini na mbili mwaka huu, katika moja ya mikutano yake mkoani Simiu, Amos Makalla alitoa tuhuma dhidi ya Chadema kuwa inachangisha pesa kununua virusi vya ugonjwa wa Ebola na Mpox. Kwa kauli hizo, mchakato wa kumfungulia kesi ya jinai umeanza Dar es Salaam. Kumbusho Kagini na Martin Masese wamefungua kesi ya jinai dhidi ya katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya chama cha mapinduzi CCM itikadi uenezi na mafunzo Amos Makalla kuhusu kukishutumu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuwa kimepanga kununua na kusambaza nchini virusi vya Ebola na Mpox. Machi 22 mwaka huu katika moja ya mikutano yake mkoani Simiu Makalla alidai kuwa Chadema inachangisha pesa kununua virusi vya ugonjwa wa Ebola na Mpox na kuvisambaza nchini. Kagini na Maseso wamefungua shauri hilo la maombi ya ruhusu ya kumfungulia Makala kesi ya jinai katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Shauri hilo la maombi ya jinai mchanganyiko la mwaka 2025 lilipangwa kusikilizwa na hakimu mkazi mkuu Romuli Mbuya, e, lilitajwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza Siku ya Jumatano Aprili 16, mwaka huu wa 2025. Hakimu Mbuya alielekeza mjibu maombi Makala apelekewe nyaraka za kesi ndani ya siku tano kuanzia jana yake, na alitakiwa kuwasilisha mahakamani kiapo kinzani, yani majibu yake ndani ya siku 14 baada ya kupokea nyaraka hizo. Pia Makala alitakiwa kuwapatia waombaji nakala ya kiapo kinzani ndani ya siku tatu baada ya kuwasilisha mahakamani, na waombaji walitakiwa kuwasilisha mahakamani majibu ya kiapo kinzani cha Makalla kama wangeona kuna haja, ndani ya siku saba baada ya kupokea kiapo kinzani. Ikiwa waombaji hao watakuwa na majibu dhidi ya kiapo kinzani cha Makalla, basi nao walielekezwa kumpatia Makalla ndani ya siku tatu baada ya kuyawasilisha mahakamani. Hakimu Mbuya alipanga kuwa shauri hilo litatajwa tena mahakamani hapo Mei 15 mwaka huu wa 2025 saa tatu na dakika 30 asubuhi, kuangalia kama taratibu hizo za ubadilishanaji nyaraka zitakuwa zimekamilika kwa ajili ya kuendelea na hatua inayofuata. Hata hivyo, alielekeza kuwa shauri hilo litatajwa kwa njia ya mawasiliano ya video yani video conference, na amezitaka pande zote kuzingatia muda wa kujiunga na mfumo huo kupitia kiunganishi yani link watakayopewa, hivyo eh, aliahirisha shauri hilo mpaka tarehe hiyo. Kagini na Masese wanawakilishwa na wakili Hekima Mwasipu, wamefungua maombi hayo wakiomba waruhusiwe wao wenyewe kumfungulia Makala kesi ya jinai badala ya mkurugenzi wa mashtaka DPP. Wamefungua maombi chini ya vifungu vya 99 1 3 1282 na 392A moja na mbili vya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA, sura ya 20 kama ilivyorekebishwa mwaka 2022, inavyoruhusu mwendesha mashtaka huria. Sambamba na hati hiyo ya maombi ya ridhaa ya kufungua mashtaka hayo ya jinai, pia wameambatanisha hati ya mashtaka hayo ya jinai wanayokusudia kumfungulia Makalla. Makala anadaiwa kutoa tuhuma hizo dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Machi 22 mwaka huu wa 2025, wakati akihutubia katika moja ya mikutano yake mkoani Simiu. Katika mkutano huo anadaiwa kuwa alisema Chadema inachangisha pesa kununua virusi vya ugonjwa wa Ebola na Mpox. Waombaji hao wamenukuu maneno hayo ya tuhuma anayodaiwa kuyatoa Makalla katika hati ya maombi kiapo kinachounga mkono maombi pamoja na kwenye hati ya mashtaka. Kwa mujibu wa nyaraka hizo, siku hiyo Makalla alikadiriwa akisema kuwa Chadema wanakusanya fedha kwa kisingizio cha kwenda kuhadaa umma ili wakatae uchaguzi, ili wasimamishe uchaguzi, lakini kuna ajenda asiri. Wamedai alinukuliwa akisema kuwa hawa watu na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tonetone tone, ikifika wakati wakanunua virusi vya ebola na mpox ili wavilete wavisambaze tanzania na uchaguzi usifanyike waombaji wanadai kuwa mkutano huo ulihudhuriwa na watu wengi na uliripotiwa na vyombo vya habari vya kawaida na vya mitandaoni ambavyo viliufikia umma na kwamba maneno hayo pia yalipandishwa katika majukwaa ya mitandao ya kijamii ukiwemo youtube wanadai kuwa viongozi wa chadema walianzisha na kuzindua kampeni ya tonetone kwa lengo la kukusanya pesa kutoka kwa umma kusaidia kuendesha shughuli za chama na si kwa ajili ya kununua na kuingiza virusi vya Mpox nchini tanzania kutoka nchi nyingine wanafafanua kuwa ebola na Mpox si maradhi yanayouzwa kwa kuwa hayawezi kumilikiwa na mtu binafsi na kuuzwa kama bidhaa sokoni bali ni, eh, ni maradhi ya mlipuko ambayo yanaweza kuambukiza na kusababisha vifo vya watu wengi yanapoibuka. Waombaji hao wanafafanua zaidi kuwa Ebola na Mpox ni virusi vya maradhi ambavyo haviwezi kuonekana wala kubebeka katika vyombo vyovyote kwa ajili ya biashara. Wanadai kuwa taarifa na maneno yaliyotamkwa na Makalla siku hiyo ni ya uongo, ya hatari na ya udanganyifu hivyo wanaomba maombi yao yakubaliwe ili kuwezesha kumshtaki Makalla. Katika hati ya mashtaka wanayokusudia kumfungulia Makalla kuna mashtaka sita, matatu kati yake yakiwa ni ya kuchapisha taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Mashtaka mawili ni kutoa taarifa za uongo zenye lengo la kudhuru hadhi, haki na uhuru wa watu wengine na za udanganyifu za kutunga kinyume na kifungu cha 51 A 2 na 51 B vya sheria ya huduma za vyombo vya habari mwaka 2016. Shtaka lingine ni la kitisho kinyume na kifungu cha 89 BA cha sheria ya kanuni ya adhabu iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2022. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika